Katika kuelekea sikukuu ya Pasaka katika ya mkoa wetu mkoa wetu wa Mbeya, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya imejipanga vizuri kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao kwa kufanya misako na doria za magari, pikipiki, pia tutakuwa tunatembea na mbwa wa polisi wa miguu katika maeneo mbalimbali ambao wamefundishwa kwanza kunusa madawa ya kulevya, lakini pia wakipewa amri ya kukamata au kamati mtu yoyote wa viongozi watakamata mtu mbaya anahusika. Kwa hiyo kwa wale wahalifu ambao tutaona kwamba wamefanya uhalifu na tukaelekeza kwenye mitaa basi hao ambao pia watatusaidia. Kwa hiyo wananchi watusaidie kwa kutaja watu ambao ni wahalifu katika jamii ili sisi tuweze kuwakamata. Kwa hiyo maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mbeya tutapita kwa ajili ya kudhibiti uhalifu na kupambana na wahalifu. Lakini katika nyumba za ibada hususan kanisani, Jeshi la Polisi limejipanga kushirikiana na kamati za usalama zilizoko katika maeneo ya makanisa kwa kuhakikisha kwa kisha kwamba utaratibu uliofanywa watu wanasali kwa utulivu na amani kabisa bila kubugudhiwa na mtu yoyote utalizingatia sana, lakini pia kwenye maeneo ya kumbi za starehe kwa kisha kwamba wamiliki wanasaidia na Jeshi la Polisi pamoja na walinzi binafsi waliowaweka kwa kisha kwamba taratibu zote za uendeshaji wa biashara hiyo ya ya, ya, ya starehe pamoja na vinywaji basi wanazingatia leseni zao walizopewa. Kama hawatakuwa na vibali vya kuendesha muziki eh, au kwenye kumbi za starehe, basi wahakikishe kwamba vibali hivyo mapema kuliko kuenda kupambana na jeshi la polisi. Aidha, kwa upande wa usalama barabarani, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya inawataka madereva na watumiaji wengine wote wa barabara kuzingatia sheria za usalama barabarani na kutii sheria za usalama barabarani bila shuti ili kuepuka ajali zisizokuwa za lazima. Ni marufuku kwa dereva kutumia kilevi tabia. Ni marufuku kwa dereva kutumia kilevi. Jeshi la polisi limejipanga kuhakikisha kwamba wale wote ambao watatumia vilevi na wanaendesha, tunavyo vipimia ulevi ambavyo ni vya kisasa kabisa, na tutahakikisha kwamba wale ambao tutawabaini wanaendesha vyombo hivi vya moto wakiwa wametumia kilevi, basi wataweza kupimwa Kuta, makamani, na tukiwakuta watachukuliwa hatua za kufikishwa mahakamani na pengine kufungiwa e, leseni zao za kuendesha magari haya. Lakini pia Jeshi la Polisi limejipanga kudhibiti makosa hatarishi kama vile mwendo kasi, pamoja na eh, long overtaking. Kwa mfano, unakuta sehemu ambayo usiku kwa overtake au una overtake kitu ambacho kinaweza kusababisha ajali, hasa katika maeneo hatarishi ya milima yetu ambayo tunayo kama vile mlima Nyoka mlima Iwambi, Igawilo na barabara ya Mbeya kuelekea Chunya. Hatua kazi za kisheria kwa wale wote ambao watabainika kipindi hiki watakamatwa na watafikishwa mahakamani. Hii kama nilivyosema tutakuwa wakali sana kwenye eneo hilo kuhakikisha kwamba tutaki kuona ajali zisizokuwa za lazima zinatokea, sababu zinapotokea zinaleta eh, majonzi, na zinasababisha watu ubaki wakiwa kwa sababu tu ya uzembe wa mtu mmoja. Na hii vile vile Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya inaendelea kutoa rai kwa wazazi katika msimu huu wa sikukuu kuzingatia ulinzi kwa watoto na usalama wao, katika kuhakikisha wanaimarisha uangalizi wa watoto kuepusha kuepushwa na vihatarishi na mazingira hatarishi ambayo sisi tunafahamu. Kwa sababu kipindi hicho wakiachwa watoto peke yao, wapo baadhi wanatumia nafasi hiyo kuwafanyia ukatili hawa watoto. Kwa hiyo hatutegemei kuona watoto wanazurura ovyo mtaani bila kuona uangalizi au kuona mtu ambaye ataweza kuwasaidia. Lakini vile vile kwenye maeneo ya michezo natarajia kuona wazazi pia wakiwa wanaambatana na watoto wao ili kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama wa watoto unaimarishwa. ya mkoa, sisi Jeshi la Polisi pia tutakuwa kwenye maeneo hayo, lakini hatutaki kuona mtoto akiwa peke yake na anafika kwenye maeneo ya starehe. Sambamba na hayo, katika maeneo yenye fukwe kama vile eh, kwenye maeneo ya Matema Ngonga kule, wilaya ya Kera Kisiba, wilaya ya Rungwe na ziwa Ngosi, Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya ina kuhakikisha wananchi wa kwamba ulinzi umeimarishwa, na tunawataka wamiliki wa vyombo e, kama vile mitumbwi na boti wawe na life jackets kwa ajili ya wale wateja ambao watakwenda kuwazungusha katika ziwa. Lakini pia maeneo hayo ulinzi utakuwa umeimarishwa, na tunahakikisha kwamba idadi kubwa ya watu watakao kuwa maeneo hayo pamoja na kwamba kutakuwa na marika tofauti, lakini tutahakisha tunazingatia sana E, hali ile ya, ya ustarabu kwamba kusiwe na vitendo vya kuzalilishana au kuzalilisha, kwa sababu tu ni sikukuu. Tutazingatia sana maneno hayo. Mwisho, jeshi la polisi linatoa linawatakia wananchi wote e, heri ya Pasaka, lakini pia linawataka washerekee wa, kwa amani, pia wahakikishe kwamba ulinzi na usalama ni wetu sote.